Adera wavapana vamayo nziea, ndugu zangu, mimi ninaitwa Bernard Benson Werema ni mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Shinyanga. ndugu zangu mila bado naweza nikaongeza nikibahatisha hapa Bugalama. Na nikaribisha nanikaribisha eh? Aya, ndugu zangu, leo tumekuja hapa jimbo la Msalala wilaya ya Kahama kata ya Bugalama, lakini kazi kubwa sisi hatujaja kuzungumza. Maeneo haya ni maeneo yetu siku zote tunao wajibu wa kutembea siku zote, lakini mwenyekiti wetu kwa kipekee sana, na kamati yake ya utekelezaji tunahitaji aende, apate muda wa kuzungumza zaidi, ili tusikilize. Kweli si kweli? CCM oye! Sasa, ndugu mwenyekiti, uniruhusu mimi nizungumze mambo mawili, kwa sababu kwa hapa mimi ndiye msaidizi wako namba moja kwenye jumuiya hii, ngazi ya mkoa mimi nataka nikuthibitishie, tuko vizuri, vijana wako vizuri. Leo ni siku ya pili, uko ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, naamini umejionea, lakini yale ambayo utahitaji kutuelekeza sisi kama vijana wa mkoa wa Shinyanga, kwa niaba ya vijana wengine, tuko tayari kupokea na kazi yetu ni kwenda kuyatekeleza kwa kasi ambayo haitakuwa na kipimo. Jambo la pili, ndugu mwenyekiti, ajenda tulionayo ndani ya taifa hili na kwenye chama chetu mwaka huu, ajenda kuu ni moja, nayo ni uchaguzi mkuu wa serikali. Katika kipindi hiki cha miaka mitano tunaoelekea kwenda 2030 sisi tumeshajipanga kuanzia tarehe 18 na tarehe 19 tulipopokea maelekezo kwenye kamati kwa kwenye mkutano mkuu wa CCM taifa wa kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa wagombea pekee kwa kiti cha urais upande wa Tanzania Bara, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na visiwani. Kazi yetu sisi ni kusubiria muda ambao uko kwa mujibu wa katiba ili tuweze kusimamia misingi ya chama. Lakini tunapoelekea kwenye uchaguzi huu ni kuthibitishie, ndugu mwenyekiti, vijana sisi hatuko nyuma. Kazi yetu ya kwanza ni kuhakikisha chama kinapata heshima yake ndani ya mkoa wa Shinyanga nayo na ni kushinda kiti cha urais kwa asilimia za kutosha, lakini wabunge wetu kwa asilimia ya kutosha, lakini kwa madiwani wote. Na niseme ndugu mwenyekiti, nimepewa kiti hiki ndani ya mkoa wa Shinyanga, majimbo yote sita ya uchaguzi na kata zote mia moja na thelathini. Sikuwahi kupewa viongozi wanaotoka upinzani, na mimi ninaamini na Mungu anisaidie pamoja na vijana hawa hapa Bugalama Kahama na elfu mbili na ishirini na saba tukaseme tunakabidhi uongozi tukiwa na wabunge wote wa CCM na madiwani wote wa CCM mkoa mzima. Jambo la mwisho, ndugu mwenyekiti, mimi niseme kwa sababu mimi ni mtu wa haki, napenda kuzungumza jambo ambalo limenyoka kwa haya yaliyozungumzwa. Uniruhusu tu niseme kwa mbunge ambaye ni kijana mwenzetu, amefanya kazi kubwa sana na bahati nzuri kwa kipima ambacho nimekiona kama kijana na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, mbunge kijana kama sisi anasimama na kuzungumzia miradi yaliyotekelezwa bila kusoma, yote yako kichwani, lazima tumpongeze katika hili. sisiemu oye. Na mimi niseme mwaka huu wa uchaguzi, kama kuna mtu anafikiria kwamba kwenye kahama hii na majimbo yote tatu anaweza na katia mguu kwenye jimbo lolote lile na kuitoa CCM asahau. Kama ilivyo jina la Kahama, kama ilivyo jina la Kahama, ahame moja kwa moja kutoka Kahama. Kama namna hiyo, CCM la mwisho katika jimbo la Msalala. Kama kuna mwingine anafikiria namna hiyo, halale kabisa, kama Msalala unavyosema halale, moja kwa moja CCM Nimlete nisimlete? Simlete nisimlete? Makamu mwenyekiti wa jumuiya hii ngazi ya taifa, naomba karibie uweze kuzungumza na vijana hawa wa